Kwa sababu ya kuambia vijana tupembeleze huyu jamaa, unaona, wakati tuko na msichana, wakati ukiwa na msichana na ukuwa na kitu kubwa, ufai kumwonyesha kwa barabara. Pembeleze ye polepole, mufike kwa nyumba, funga nyumba, alafu toa umwonyeshe. Hawezi hepa. Vijana moja moja wanatembea wakisema, Ruto hoye Bembeleza yeye polepole pole. Akifika 2027, fungua vitu onyeshe yeye, onyeshe yeye sawa. Alafu kitu moja ni mimi niwakuja kuona na huyu Ruto akita, akita, anataka sisi masikini tufikirie chakula. Wakati masikini anafikiria chakula, anasahau shida zote, ndio maana analeta chapati hapa Nairobi. Sisi hatutaki maneno ya chapati. Ukituletea tutakula, hatu hatutakata, sawa. Wasichana wetu ndio wanaenda Dubai, wanaenda kuumia huko, sisi hatuna kitu hapa. Ukikuja hapa kesho, kuja na utuonge Ulionga watu wakapigia wewe finance bill wakakupigia, ikapita. Ilikuwa pesa ngapi ngapi? Kila mbunge alikuwa anapewa 2 million. Sisi kura yetu sio cheap, tunataka yadyo. pia atuonge mm -hmm. wakati tunafika 2027, yeah, tunajua. mm -hmm. Kitu yenye tunafanya sivyo, vijana yeah, sawa, mtunge asanteni sana